Kwa maana kwamba huwezi kusema kwamba kula nyama ya mbuzi leo kwa sababu kula nyama ya mbuzi ni sunna. La, hakuna sunna ya kula nyama ya mbuzi kadhalika. Tutaja baadhi ya mambo mengine. Je, kula wali ni sunna au ni mubaha? Ni mubaha. Kuna watu wanasibisha wali na mtume sallallahu alaihi wasallam A so, hiki ni chakula cha mtume. Wala mtume alikuwa hajui wali, wali ulikuja baadaye kwa Waarabu, haukuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu huunasibisha pia kwamba sunna, bwana, hiki chakula cha mtume. So, mtume hajakula wali, tumefahamu eh? si kwamba ni haramu au ni bid'a tu kwa, akaona kwamba bid'a au haram la kwa, hakikuweko wao walikuwa na vyakula vyao fulani fulani vikitajwa, wala haukuweko ugali. Ni vyakula vimeingia kutoka miji mingine, watu wakavizoea wakavila. Vimeingia kwa Waarabu, Waarabu wakaupenda wali, wakaula. Na hata ngano ilikuwa ikiliwa, si hivi inavyoliwa leo kwamba zapikwa chapati, ilikuwa na mtindo fulani na kadha. Taib, turudi katika, katika, katika, katika maudhui yetu.